Arkadaslar, tukumbuke katika klasi yetu ya kwanza kabisa kujifunza Kituruki tulipitia kwenye mambo ya salamu, tukaangalia pia jinsi ya kusalimiana katika salamu tofauti tofauti. Kwa hiyo leo pia klasi ya pili, tukumbushane tu darasa la kwanza ilikuwa ni kusalimiana salamu lashma, tukasema kwa Kituruki, alafu baada ya hapo tukasema habari yako, utasema merhaba. Hali yako, nasus nzuri, iyim. E, nawe pia hali yako vipi? sende na susun mi pia mzima, bende i neli sima unatoka nchi gani? Tanzania, lim mimi ni Mtanzania, nimefurahi kwa kujua pia hata, nishtemo meza memno. Uzungatia kasi yetu ya kwanza, tuliangalia hivi pia, kuna salamu tofauti tofauti, tukasema za mitaani kama mambo vipi, naber e, poa idir e, nawe mambo vipi? sendeni naber mimi pia niko poa, bende hii mambo yanaendeleaje? nasi gidios Mambo yanaendelea vizuri. Tutamwambia mtu vipi? Igidio tutaonana. Hiyo tulipita sasa hivi tumepita kwa haraka haraka kwa sababu nilikuwa ni klasi yetu kwa eh, eh, ya kwanza. Kama umesahau au umepita klasi ya kwanza, basi eh, yetu, nakuomba angalia katika channel yetu, utapata klasi ya kwanza pia. Kwa hiyo tukija tukasema tutaonana katika darasa jingine. Leo nafikiri tumeonana pia katika klasi nyingine, eh, tukiangalia kwa haraka haraka. Setu de darasa la pili ikinji ders kwa Kituruki nasema nini? Ikinji ders. Kwa hiyo leo karibu katika darasa la pili, ambao kwamba tutajifunza herufi za Kituruki kuandika na kusoma. Tutajifunza nini? Herufi za Kituruki kuandika na kusoma. Na neno hilo utasemaje kwa Kituruki? utasema Turk alfabet yazma ve okuma yazma we ukuma Turk alfabeti, ni herufi za Kituruki. Yazma ni kuandika, we ukuma na kusoma. Kwa hiyo kusomaji wake na pia kuandika kwake pia tutaona, na kituruki akitoja uh, tofautiana sana katika maandishi yetu ya Kiswahili. E, tutaangalia, tutaona pia amepesi sana maherufi ma, tofauti tofauti, peke yake chache zaidi ndio zile ambazo kwamba zimebadilika lakini herufi nyingine zote zipo sawa sawa na herufi nyingine. Kwa hiyo bila kupoteza muda tuangalie katika klasi ya pili tuanze herufi zetu. Ndiyo, herufi ya kwanza kama unavyojua, sisi herufi ya kwanza a, a. Nini? a. Kama tunaposoma sisi hamna tofauti wote a, tukiingia a, a. A. Katika herufi ya pili ba be. Ba b, yani kama tunaposoma sisi Kiswahili b. Halafu ukienda katika herufi ya tatu hapa kidogo kuna utofauti. Katika herufi yetu sisi hapa unasomeka j. Nini? j Je, naomba ukiwa na daftari pembeni upate kuacha noti kuandika vizuri. Je. Je. Je. na hizi herufi pia, nimesahau kusema hizi herufi zinaitwa Turk Alfabesi, Turk Alfabesi, yaani alfabeti za Kituruki. Hii kidogo ipo tofauti na maandishi yetu sisi. Ukiangalia utasoma che. Che. Che. Sawa, alafu ukija hapa kama kawaida kama lugha yetu d, d, d. Ukija hapa ipo pia sawa sawa, kama herufi zetu E. E. E. Ukija hapa utasema pia kama herufi zetu za kawaida. Fe, fe. Kishuka chini hapa, kuna ge kama tunavyosoma sisi ge ge. Ukija hapa kuna mfano wake kama tunavyosomaga, lakini isipokuwa hapa kuna ge yenye kimstari juu, ipo tofauti na hii ya kwanza. Kwa hiyo tunasoma inaitwaje, yumusha ge yumusha ge yumusha ge yumusha, ge, yumusha ge. Kwa hiyo yu usomaji wake nitakuonyesha baadaye, nasoma vipi. Sawa, halafu hapa tunakuja, tunasema he he he. Nikumbushe hapa kwenye kwenye yumushak ge yumushak, maana yake nyepesi. Kwa hiyo ge nyepesi, yumushak ge nyepesi. Alafu hapa tukija hapa tunakutana na ii ambayo kwamba haina kitonyi juu Tofautishe hii hapa yenye kitonyo na hii hapa kwamba haina kitonyo. Usomaji wake kidogo unasoma kiuzito kidogo, ulimi. Unasomaje? Hebu rudia wewe pia. Ndiyo. Alafu hii yenye kitonyo ndio ambayo kwamba tunasoma kama sisi tunavyosoma pia I. I. kama kawaida yetu i, I. Alafu hii j yenye kitonye yenye mstari juu kama j ya kurusisa zimekaa j j ye haki kidogo inakuwa nzito kwa upande mwingine. Alafu hii k kama sisi tunavyosoma. Alafu kija hapa mbele le kama sisi tunavyosoma. Kuja me pia kama sisi tunavyosoma me. Kuja kwenye ne pia kama tunavyosoma ne. O sasa, hapa pia kidogo kuna tofauti. O yenye vitonye na o sio kuna vitonye. Sasa i ambayo kwamba haina vitonyo inasemeka kawaida. O. O. Pia juu hapa ambayo kwamba i haina kitonyo inasemeka nzito kidogo. U. U. Ilikuwa na kitonyo inasemeka i kawaida. Hapa o ambayo kwamba haina kitonyo inasemeka kawaida. O. O. O. Alafu o yenye kitonyo juu inasemeka e. E. E. Najua kidogo ina uzito lakini utazoea. Hebu rudia pia uweze kusikie. Sawa sawa. E. Alafu tukija hapa mbele tunapoona P ambayo kwamba ipo kama kutu, kama sisi kawaida, kuna pia R kama yetu sisi kawaida, kuna hii pia S kama yetu sisi kawaida, isipokuwa hapa kuna CS ambayo kwamba ina kimstari chini nayo pia husomeka pia kutofauti kidogo husomeka SH. Husomeka nini? Hii SH nye mstari chini. Husomeka vipi? SH. Alafu hapa tuna T ambayo kwamba ni kawaida, tutasoma kama sisi tunasoma te. Alafu hapa kuna pia tofauti mwingine wa U yenye kitonyo na U ambayo kwamba haina kitonyo. Hii U sio kuwa na kitonyo nasemeka kawaida u, u, u, lakini hapa yenye kitonyo nasemeka kidogo tofauti, nasemeka nzito kidogo, i, i, i, i. Alafu hapa kidogo kuna ikhtilaf yani kuna maneno tofauti ambayo kwamba yanasomeka tofauti tofauti kidogo. Ikitumika hii ve, pia inasomeka pia we. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu tusomeka ve, kuna baadhi ya sehemu tusomeka we, lakini tutaangalia e, mbeleni. Nafikiri tutaona tofauti wake. Alafu hii pia inasomeka ye, kama sina wasoma, ye. Na hii inasomeka ze. Nafikiri tumeelewa vizuri e. Sehemu ambazo kwamba za kuwa makini ni hizi hapa, ya kwanza hii che halafu hii umshage, halafu kuna hii hapa, halafu unasomeka na hii hapa halafu uh, uh. na, uh, uh. na hii pia na uh, ukiangalia uh. na hapa herufi kubwa na herufi ndogo tumeandika, kwa hiyo hizi pia ambapo kwamba hii ni kitonyi moja ndefu na mwingine haina ndefu haina urefu, kwa hiyo klasi nyingine ya ile. Sasa tuangalie mifano yake na usomekaji, lazima tuangalie pia usomaji wake unakuwa vipi. Mifano ya kuandika na kusoma, yazma we ukuma misalleri, yazma we ukuma misalleri pia. E, ni kutofautishie au ni kufafanulie, ni kuonyeshe. Katika lugha ya Kituruki usomekaji wake ni tofauti na Kiswahili, yani maneno yake yanaanza nyuma kwenda mbele kama hii, okuma hii ni kusoma, kusoma na kuandika mifano. Yazma we okuma misaleri, au azma, unaweza kusema hivi okuma we azma misaleri. Yani unaanza kutafsiri nyuma kwenda mbele. Sawa. Kwa hiyo Yazma we okuma misaleri ni manake mifano ya kuandika soma, Yazma we okuma misaleri. Kwa hiyo hapa tukija hapa tumesema hivi, mda mwingine asomeka tofauti kidogo. Naweza kusemeka we. Hapa itasemeka we. Sisi lugha yetu wa Turki inaita Swahilje. Swahilje. Hii pia tumesema tunasemeka je, si ndio? Kwa hiyo Swahilje Kiswahili. Swahilje Kiswahili. Swahil, Swahil je Swahili. Pija hapa chini tukiona, na hizi ambazo kwamba tumeona kule nzito. Hii hii tumesema nzito, sio? Na hii tumesema yenye msali chini nasemeka nini? Che. Itu, ituruki. Ndi, ituruki, kwa hiyo Turkce, Turkce, Turkce, Turkce bila kidogo inakuwa nzito sawa. Kituruki ndiye kituruki tunavyoita sisi. Alafu hapa tumesema hii S ilikuwa na mstari chini sumeka shi, siyo? Kwa hiyo hapa unasema shishe chupa. Shishe chupa. Shishe chupa. Tukija hapa, kuna hii ambayo kwamba haina kitone juu. Kwa hiyo tumesema sumeka nzito kidogo, sio? Kwa hiyo unasemaje? Kapı. Kapı. Kapı mlango. Kapı mlango. Nini? Kapı mlango. Alafu hapa eh, tutakuta na herufi za kawaida A, e, tumesema kawaida kuna I ambayo kwamba ipo kawaida pia. Kwa hiyo unasema kawaida LBC kama Kiswahili. LBC nguo. Nini? LBC nguo. Ukija hapa pia kuna I, G ambayo kwamba haina kitu juu. Kwa hiyo usomaikaji wake tunasema kawaida, sio? Bilgisayar ilgi sayar make laptop na computer make eh, alafu tukija hapa kuna hii che tumesema sina mtaji che, na hapa tumekutana o, oh, ambayo kwamba ina vitu ina vitu nyingi juu, na kwa maana yake inakuwa nzito kidogo, sio? Alafu hii pia j ya kawaida na hii pia u ya kawaida na k ya kawaida, kwa hiyo nasemaje? Chojuk, chojuk, chojuk. Moja ya kwanza mna mzito kidogo, che, chojuk chojuk yingine, huyu ya kawaida, na maana tukasema kawaida chojuk, mtoto kwao, mtoto tunaitwa chojuk. Alafu tukija upande wa pili, kuna hii ge ambayo kwamba ina mstari juu, naona mnaiona hapa, ina mstari juu. Kwa hiyo h tumesema yumushage kwa usomaji wake unakuwa vipi? Katika e, sehemu tofauti tofauti za Kituruki kuna baadhi ya sehemu wana usomaji wao na kuna baadhi ya sehemu ya usomaji wao. Ukisoma usomaji wa asili ni gha, gha. Kwa hiyo hapa, bagalamak. Bagalamak. Bagalamak. Kama zote sababu naona kuna rufingi zote za kawaida, lakini lugha nyepesi ya Kituruki, katika lugha nyepesi watu wasomaji utaivuta na watu wengi sasa hivi Istanbul na miji mingine tofauti tofauti wanasoma kidogo sasa hivi unaongea lugha nyepesi. Kwa hiyo maana yake utasemaje? Balamak, utavuta. Balamak. Balamak utasema vipi? Pia na ushauri useme hivyo hivyo, balamak, yani kuunganisha. Balamak, kuunganisha. Ukija hapa masa kama unavyojua, sisi tunasoma kawaida Kiswahili masa, meza. Ukija hapa kuna o ambayo kwamba ina vitone juu, kusomaje? Gyormek, gyormek, kidogo nzito kwa sababu una e yenye kitone juu. Gyormek kuona nini? Gyormek, kuona. Alafu ukija hapa tena eh, kuna hii peke yake pia ambayo kwamba yumshage, tuliona hapa juu hapo unasemaje? Unaweza kusema papagan lakini, eh, lugha nyepesi na yenye ladha zaidi kuvuta papan, papan, papan, kasuku. Yaani ukisema papagan pia unaeleweka, isipokuwa utajua moja kwa moja huyu mtu anajifunza lugha ya Kituruki. Kwa Waturuki wengi na kusema asilimia tisini wanavuta, kwa hiyo unasema, papan, papan, papan. kasuku Ksuu. Alafu ukija hapa pia kuna hii do make, kupiga kupiga, upiga, upiga, upiga nini? Alafu hapa sasa, nimeleta mfano mwingine kwa Kituki. Ndio basi, unasema evet, sawa, ndio. Ni nini? Evet. Kwa hiyo hii ni tumesema unaweza kusema sehemu nyingine unasemeka ve, sehemu nyingine unasemeka we. Kama hapa mwanzo ulivyosema tumesema tumuna we. Hapo unasemeka ve. Kwe, evet. Evet. Evet. Evet. Kwa hiyo evet. Evet. Evet. Evet. Haipendezi kwa lugha ya Kituruki unasema, unatumia vipi? Evet. Ndio maanake. Evet. Ndio. Nikuonyesha hapa usomaji kaji wake wa ve. Alafu hapo kusema gemi ni meli. Gemi nini? Meli. Gemi ni kawaida. Kwa hiyo tumeona hapo tofauti wake papa one. Tumeona pia maneno mengine kidogo magumu magumu, tumeleta big sayar balamat, lakini hiyo tutarudia rudia, basi ulimi wako utazoea katika usomaji wake. Kwa hiyo nakushukuru sana katika klasi hii, nafii natumai na umenielewa. Kwa hiyo tutaona darasa jingine. Diğer dersimize görüşmek üzere. Diğer dersimize görüşmek üzere Tutaonana katika darasa jingine. Asante sana. Usisahau kusubscribe pia, kulike na comment, somo gani au ni rahisi, urahisi gani ambapo kwamba nikieleza latu tutaelewa vizuri zaidi. Pia usisahau kuwapa e, faida hii na wengine. Shukran, keshekule deris. Asante sana.